Mashauri anasababisha ukomoaji wa majengo anapokuwa msanilivu wa majengo. Mashauri anakosa sheria, anampa pesa na kumnunulia gari. Sagilo anafanya usuula na sheria. Mashauri anaenda satana Tumali huku wameshikana mikono na kukumbatiana. Sheria anatoroka Mashauri anakatiza uhusiano mema na babake. Gose anasimamia ukusanyaji wa kodi ya majumba mengi ya babake, anaishi kifahari. Gose analagua kwa kushirikiana na polisi na viongozi serikali. Vile vile anaendeleza ufasiki. Mashauri anamwasi Sagilu na kuwapa kushirikiana na Umare, anaamia majengo. Sagilu anajaribu kunyang'anya mashauri mali aliyomrithisha bila mafanikio. Resulia anapanga kutumia vijana kuvuruga uchaguzi wa mjini Boswe. Anapiga na kuma sibabade. Ronare anakutana na mwanaye Rombo ambaye amerudi kutoka Ujerumani alikosomea udaktari. Romo na Mashauri wana kukumbushana kuhusu elimu yao. Viko na kalimu shifu. Mshabaha anamfunza kazi Mangwasha kwa kumuunga mkono Lonare. Mangwasha anasikitikia kutelekezwa kwa mtoto wa kiumbe gungulu. Anampeleka Mangwasha eneo la burudani ambapo Siabana kuendeleza ufasiki. Wasichana wengi wanaokolewa. Siaba anakamatwa na kukiuka haki za watoto, ila anaachiliwa bila kushtakiwa. Mashauri anamkabili sagilu na kumkashifu kushiriki. Siaba kwa kushirikiana na siaba kwa kuendeleza ufasiki Suia anachaguliwa na chama cha mamlaka bila kupindo. Onare anamshinda mpinzani wake katika chama cha ushirika. Mamba ananyakua tikiti ya chama cha ushirika katika eneo la Matambo. Nazia anaungua kwa kuogopa kupoteza mali ya anampeleka babake hospitalini kwa matibabu ya akili. Longo anamtembelea Sagilu hospitalini. Sagilu anamuomba msamaha kwa kumtesa babake. Sagilu anamfahamisha Mashauri kuwa baada ya kuzini na Sheria alienda Mwnyeni kufanyiwa sabiko na wazee

kuzichunguza baadhi ya sifa za Siaba. Mandhari ya yanatenga mtiririko wa vitushi kupitia kukamatwa kwa Siaba na kufungwa kwa biashara yake mbaya. Mandhari ya hospitalini yanabadilisha mtiririko wa alihisajizwa na kujiziwa ya hospitalini yanaangazia mabadiliko Sagilu anapomwomba Longo msamaha kwa kumtesa babake. Mazingira ya hospitalini yanajenga mtindo kupitia mazungumzo baina ya Longo na Sagilu. Mazingira ya hospitalini yanajenga maudhui ya mila na utamaduni wanamwambia mashauri kuwa aliwa tambiko na wasehemu ningi kwa kuzingatia na, na sheria. Mazingira ya hospitalini yanavinjia kuwa